Nam mtazamaji wa gumzo la Ghasani, karibu kwenye updates nyingine kutoka kisiwani Pemba ambapo hivi leo aliyekuwa mgombea uraisi kupitia chama cha ACT Wazalendo Othman Masud Othman alikuwa katika mji wa Wete na aliiswali katika msikiti wa Ijumaa w Mwitani pamoja na waumini wa Kiislamu katika msikiti huo mwenyekiti huyo wa ACT Wazalendo amewahimiza wananchi na hasa waumini wa dini ya Islam kuzingatia misingi ya malezi ya kiimani katika kulinda amani na ustawi wa jamii ili kulinusuru taifa la Zanzibar. Othman ameiambia hadhira hiyo kubwa iliyojitokeza hapo na ambayo imemwomba atoe salamu zake, hasa baada ya uchaguzi mkuu wa hivi karibuni, kwamba kilichotokea kwenye uchaguzi huo ni dhahiri kwamba watu wenyewe wa Zanzibari wakiwemo vijana wadogo walitumiwa kuhujumu haki nje ya miongozo na misingi ya dini ya Kiislamu. Alisema na hapa namnukuu, Mnapokubaliana na mkaweka miongozo yenu kama binadamu wa wastaarabu, hata kama haipo ndani ya msahafu, pindipo akitokea watu wakaikiuka, hiyo inakuwa ni dhuluma na Mwenyezi Mungu huwa haikubali. Amesema akieleza yale ambayo alitendeka kinyume kwamba ilikuwa ni kupora uchaguzi wenyewe Zanzibar. Amefahamisha kwamba takribani chaguzi zote zilizotangulia hapo kabla palishuhudiwa watu walioongoza hujuma na mauaji kwa kiasi kubwa waliotoka nje ya Zanzibar, lakini uporaji wa mara hii uliwahusisha wenyewe kwa wenyewe kutoka Unguja na Pemba, ameongeza na hapa namnukuu, moja kubwa ambalo tumelipata mara hii, Mwenyezi Mungu ametubainishia kuwa hujuma na uovu wameutenda wenyewe, ndugu zetu, watoto wetu, kaka zetu, ami zetu, shangazi zetu na aulada zetu kutoka hapa hapa kwetu. Mwisho wa kumnukuu, amesema laiti kama jamii hii ambayo viongozi wake wa asilimia kubwa ni Waislamu wangelisimama kwa kufuata miongozo ya haki, imani na malezi yenye maadili, ingelikuwa ajabu kuona dhuluma na hujuma za kiutawala wanazokutana nazo wananchi wasiokuwa na hatia zikitendeka mfululizo kiasi cha kushangaza ulimwengu hata kwa wasiokuwa Waislamu. Amebainisha kwamba tatizo kubwa ni kuto kufuata miongozo ya dini, imani, malezi pamoja na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na badala yake baadhi wamekuwa wakizingatia mno maslahi binafsi ya kidunia, huku akisema kinachoonekana sasa ni ukimi wa hofu na sio amani katika nchi. Aidha, Othman Masuri amebainisha kwamba kichotokea katika uchaguzi huo kinapaswa kuleta mazingatio ya kiimani na wala sio ya kufumbiwa macho, kwa kile kinachoonekana ni amani ya woga. Aidha, amefahamisha kwamba kinachotakiwa ni kutafutwa suluhisho la kudumu ili kuwa na utulivu, haki na amani ya kweli inayojali malezi na maadili bora, hasa kwa vijana na vizazi vijavyo. Hivyo Othman Masud ametahadharisha mwenendo huo ambapo amesema unazalisha uheshimiwa na waheshimiwa wa kinafiki, huku wananchi wa katika enyeo zao wakiamini kwamba vio hivyo hivyo ni feki, vimepatikana kwa njia na misingi batili, dhuluma na haramu. Pamoja na yote hayo, mheshimiwa Othman Masudi amerudia ahadi yake kwamba yeye na viongozi wenzake ambao umma mkubwa wa wananchi wa Zanzibar waliwachagua kwa kuwapigia kura nyingi za ushindi kupitia uchaguzi mkuu wa hivi karibuni, watahakikisha wanapigania na kutetea haki hiyo iliyoporwa kwa njia zote za hikma na ili hatimaye kujenga misingi ya amani ya kweli na ya kudumu kwa maslahi ya taifa zima. Akitoa hutuba yake, Sheikh Ali Abdi Abed amesisitiza haja ya waumini wa Kiislamu kuwa na subira na kutokata tamaa asa katika mitihani na utafutaji wa haki, kwani kufanya hivyo ni miongoni mwa madhambi makubwa na pia kugeuka misingi ya dini ya Kiislamu. Khatibu huyo amesema na hapa, na mnukuu, Qurani tukufu imetuhimiza tusikae kimya katika kupinga dhuluma, tusichoke katika kutetea haki zetu, tusikae tamaa na rahma za Allah, wala tusichupe mpaka yake tunapopata neema au tunapoamua kulipiza kisasi. Viongozi mbali mbali wa jamii, dini na siasa wamejumuika na mheshimiwa Othman katika ibada hiyo wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa ACT wa Wazalendo Zanzibar ndugu Ismail Jusa, wakiwemo pia mratibu wa chama hicho kisiwani Pemba Rashid Ali Abdallah, pamoja na mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Wete Juma Khamis Ali. Mara baada ya ibada hiyo, Othman Masoud alitembelea na kujulia hali na kubadilishana mawazo na mashehe mashuhuri wa mji wa Wete, akiwemo Sheikh Rashid Hamad Othman ambaye ni mlezi wake anayekaa utaani Sharif Ghazal Abdallah wa Selemu na Dr. Isa Said Muhammed wa Mtemani.